Tusalie huko huko pwani, tuelekee kaunti nambari moja, ambapo vijana kutoka kaunti sita za pwani wamefanya mkutano wao huko Mombasa, kuhusishwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na mazungumzo yanayolenga umoja wa kitaifa. Wakizungumza baada ya kikao chao katika eneo la Nyali, wamesema mradi wa nyota wa kuwafaidi vijana wote nchini na kuwataka wale waliopokea fedha hizo kuhakikisha wamezitumia ili kujinufaisha kibiashara. Wacha wale viongozi ambao wameanza huu mchakato wa kuleta watu pamoja, na sisi kama vijana tuweze kuhusika katika huo mchakato, tuje tuitwe, tulete yale zile uh, zile shida na yale maoni na mapendekezo. Tunataka tuhusishwe katika maswala ya maendeleo, tunataka tuhusishwe katika mambo ya kujenga sera. Tusiwe watu ama wafuasi katika maswala ya siasa. Sisi kama vijana tunaamini ushirikiano na kuwa na kiongozi mmoja mwenye anatuelewa maslahi yetu, mwenye anatuelewa matakwa yetu ni muhimu zaidi na kiongozi huyu tungependa anapofika pale katika lengo ya kuu la national dialogue aongelee masuala ya Mombasa na aongelee masuala ya vijana wa mama na vile vile wazee. Ali Hassan Jo, yeye ndio imeonekana ako katika ile kipaumbele ya kuleta watu pamoja kuzungumzia uh, ukanda wa pwani, ndio maana tunasema tunaamini kwamba sisi vijana na yale maswe, mambo yenye ye, inatusumbua tukiketi chini pamoja na yeye, wakati atakuwa anafanya mazungumzo yake pale mbele, ataunganisha mpaka maoni yetu kama vijana, maanake wakati huu hatutaki tuambiwe tutakuja kuwafanyia sisi. Ndio tunataka tuseme mtufanyie hivi na hivi na hivi, tuelekee kaunti namba